Tuambiane wazi, watu wengi wanawaza kwamba kule mnyarwanda anakuja kule, sababu anakuja misio yake ni kuondoa kuondoa chisekedi kule. Hapana, tuko plani lijengwa zamani, mashariki ya nchi mashariki ya nchi wanapenda waifanye kuwa nchi ingine, ambayo hiyo nchi itakuwa inasimamiwa na mutusi tuko pamoja na hiyo inchi. Sababu gani? Wazungu wanapenda hiyo, wazungu wanapenda hiyo sababu iyo eneo ya mashariki iko ndani province tano, ina lengo ni province tano: province ya Tanganyika, province ya Sidi Kivu, province ya Manyema, province ya Nord Kivu na Ituri. Hizi profesa tano ndio wanalenga kuunda nchi nyingine ambayo utawala utakuwa ni utawala unasimamiwa na Watusi, M23 CNDP, db nini nini, nanga na vingira vingine, na kwa kutafuta kabisa kutukandamiza sisi na kutuweza sisi. walikuja kuwageuka huku, wakarudi wakajenga RCD na wakati walijenga RCD walipima kufanya mambo yao yote, lakini ilikuja kushindikana huku. Wana ma experience mingi ya kutia ndani. Wa kongomani wa kongomani mara nyingi wako wanakuja kuwageuka huku, najua maana mliona wakati wa RCD walipima kugeuza, wanatafuta kwenda Sam City tu na kuondoa wakongomani wote kwa haraka sana. Alikuwa ni Adolfo Nusumba ndio, yeah. Alikuwa president wakati watu wanatafuta kwenda San City, wakafanya remaniema wakati Azariasi Ruve, yeah. Tutujue kwamba wako naendelea kujifunza mengi sababu ya kututawala sisi sise, yaleyo walileta yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sistema ya mupya ambao wale wa imperialist wale walitumikisha wakati waliingia mkontina ya Ameriki mwaka zamani kule. Tukiangalia Ameriki leo, etazini da Ameriki leo ni inchi ambayo wenye wanagandamiza ile inchi na wanatawala ile inchi ni wa imperialist kutoka Ulaya sio wa mwenye inchi majina wenye we, we, we, kuwa na wami wa asili kusema hapa, njoo kwangu njoo, vijana wale wenye kuinuka kuua hili na kuaka system ya kufanya nini ya kuokopesha wote. Ndio vile alifanya itazini wale wapo rushe, wakawateketeza na wakakandamiza ile eneo wakakuwa wa metre ndani ya ile ya ile eneo, utakuta kule wa France, wa Uingereza, wa Alema, mataifa za, na wa Israeli wakakwenda kutawala ile eneo. Wakafanya ile system. Na ile system ndio walisema kwama ikiwa munapenda hii sehemu. Hii sehemu tundele inch na tuiongoze uing na system ya kuua walinde ambaye anapenda kusimama kichwa, unaona sema huyu ni vifrana vya mingi mingi, ku mingimingi vya ku contest vyenye tuko nayo kuua. Wakaona watu sana Goma, polisi, komunote internationale ilisema nini? Walilalamika, walifika Bukavu, wakaona watu sana, mafasi komini iko pale sana ili wakandamize kabisa, sababu watu wasi wasisimame ichapokuwa. Watoto wa Bukavu wengi wako na kupigania kusimama, lakini wako na chikaza sana, mwenye anakamatiwa wanaua. wanaua wanaua wanaua usiku mwisho wa watu wengi sana. Pide hapa Bukavu, pide, di, di, di, di isha kufa. Wengi zaidi ya dimi isha kufa Utasikia waliwakamata walipeleka kwa formation, hawako wengi tu, kile yote ni systeme za kugandamiza nchi. Natamaniwa ni hii sababu wanaita ni eh, skandali geologique, hii eneo hii eneo na patajia hapa skandali. Yani, mali nyingi ziko katika hii eneo ambazo hao wako naangalia, wanasema kwamba ikiwa ndani ya Kongo kutainuka mtu ambaye ana busara ambaye ana akili ya kusema kwamba yeye ndio anaongoza ile inchi, mwenye kuwa na akili, mwenye anapenda inchi, yani mzalendo, mwenye iko na bonne gestion, sisi wa, wa imperialiste atutakuwa na chochote kule, tuko wa perdant

sera zote za kuitwa puissance hii nchi ya Kongo. Na ndio maana inapigwa vita sana. Rais Tshisekedi alikamata madaraka. Na kama nikamata madaraka, tutaangalia vizuri. Wakati alianza kutumika mbele, alianza kutumika pamoja na regime yenyewe ilitoka. Atuya ma conversations nyingi za kura, lakini akaangalia mbali, akaona kwamba hakuna, akafanya divorce. Sasa tunajua ni nani kiongozi, lakini baadaye akaangalia, akaona kwenye tuko naenda nikubali, akafanya divorce, na ukatifanya divorce. Leo sasa unaona jinsi wanamwandamana Joseph Kabila aliwaza kwamba rais ataingia atakuwa rais ambaye atafuta ile mlengo wake tu yeye. <laughs> Atakuwa na mtikete, ndio ilikuwa mawazo yake, kama mona isur yake inasema kama anaprononse neno moya mbaya sana

ana mutu ukupila kuangalia namna gani ana weza arme kuiorganise ili arme ikuwe na watoto ya, ya hichi anaorganise arme, anapeleka watoto kwa mafunzo cisekeji. Alifanya kazi kubwa anatote rea ano